Mwanangu, tunaenda vitani unaniachaje njiani? Mwanangu, tukamalizane na hivi vita. Mwanangu, sipendi kukusaidia rafiki yangu mimi, napenda kabisa. Haiwezekani mtu ampige heijang, niachie kabisa

mwanangu huyu, huyu mwanangu, yani huyu, mm. Mwanangu toa vipi mwanangu, kama kawaida. Huyu mwanangu, mtu huyu kanibia simu yangu, kanibia na kikoba changu ndani kina hela. Huyu hajakuibia, huyu kakuchukulia tu, sema huyu anakurudishia. Huyu mwanangu, Jamali wewe Mi sio jamali, mwanangu. We umeshanisahau kipindi kingine tunasoma. Mi naitwa Idi, mwanangu. We umesahau, huyu ndo nani? Wifi yako huyu, yani shemeji yako yani, huyu shemeji yako, shemeji yako yani, yani huyu mimi ndo mke wangu yani